So this lady akasema hivi kwamba wakati ambapo aligundua mume wake ana mpango wa kando ilimuumiza sana, na aliumia kabisa, ikaja kwamba hata akijaribu kumwelezea mtu yoyote, hakuna mtu ambaye alikuwa anamwelewa so, na walizungumza na mumewe na mme akasema kwamba amesikia na kwamba amsamehe na kwamba anampenda sana na hangetaka to lose his wife, so huyu mrembo akasema kwamba ni sawa, nikubali, wacha maisha endelee. so wameendelea kukaa hivyo. Anasema kwamba ni miaka sasa hivi saba tangia that incident, hajasikia mme wake akiwa na other relationships, hajaona, hajasikia, hajashuhudia. Lakini akasema kwamba wakati ambapo eh, kulikuwepo na mpango wa kando this lady was there, mme wake alikuwa na mahusiano mengine anasema ndoa yao ilikuwa imenoga, yaani the relationship yake, uhusiano wake, eh, na mume wake ulikuwa juu, yaani ulikuwa fire, eh, moto juu ya moto. Mume alikuwa anamfanyia kila kitu, mazungumzo mazuri. Sasa akaja akapata kwamba kuna mume wake ana uhusiano mwingine, akashtuka sana, lakini akashangaa inawezekanaje? mume wake tu yuko sawa, anam, anampenda by the way, anaona ndoa iko sawa, yani iko eh, kila kitu iko bien, lakini yuko na mtu mwingine. Akaongeza akasema kt wakati ambapo niliambia mume wangu kwamba najua kile ambacho kinaendelea, na aliponiambia kwamba ni msamehe na hata arudia hivyo na kwamba sasa miaka saba imepita, sijasikia, sijaona, sijashuhudia. Imekuwa miaka ambayo ni boring sana. Yaani, baada ya hiyo incident, moto ulikuwa chini, walikuwa wasikizani nyumbani, mahusiano yao hayana raha kabisa, kila mtu na shughuli yake. Sasa huyu mrembo akasema, wakati ambapo huyu wangu alikuwa na mpango wa kando, ndoa yetu ilikuwa na raha, lakini wakati ambapo alikuwa hana mpango wa kando, ndoa yetu kidogo imesumbua sumbua. Sasa mimi nataka kuambia mme wangu kwamba na mruhusu awe na mpango wa kando because kuna, ka, kuna, kuna ka, kautamu fulani <laughs> kuna kautamu fulani there is some sweetness, ambayo basi e, mipango ya kando inaongezea katika mahusiano ya mume na mke. Mimi nikamwambia rafiki yangu, sikiza, unawasha moto mahali ambapo, eh, utashindwa kufanya nini? Kuzima, nikamwambia nina jambo la kueleza, lakini kabla si, nikuelezee ni wacha nipelekee wazito pale tusikie wanasema vipi. Maanake wasikilizaji wangu pia nina wasikilizaji ambao wana umri mbalimbali, yani kuna wazee, vijana, wajana juzi na waleo, na wako na hekima wako na eh, ile you know, sema kwamba watakupatia wasi ambao utakusaidia So that is why siku hii leo hii katika Kina cha Mahaba nauliza, unakubaliana na mtazamo wa huyu dada kwamba watu wakiwa na mahusiano ya nje tofauti inaleta ladha katika ndoa zao au la? Na swali lingine, iwapo utamkuta mwenzako iwe mmeoana ama tu katika mahusiano mnachumbiana na upate kwamba yeye ana uhusiano na mtu mwingine, je, mtaendelea kushiriki mambo yenu, kushiriki katabao ama itaishia pale ama itakuwa ndio mwisho? Talk to me, simu iko wazi, sms iko wazi 24047 WhatsApp 0719-73-9487. Simu pia iko wazi nitakuwa nachukua wa muda usiokuwa mrefu, okay, manake kuna mtu alikuwa anasema kwamba akipata mwenzake eh, amemcheza ndo itakuwa mwisho. So, do you think kwamba it is right to deny your partner hmm? Kata bao ama ukipenda hapa tukiwa na the munenez tunasema joywell eh, joy ama ile joygan eh, do you think it is right to deny your partner the joywell ama joygun if they cheat on you ili kujilinda.